Mi ni maibu naye endelea kupata nafuu. Sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu, nimepata nafuu. Nina muda wa miezi saba ya usafi bila kutumia kilewesho cha aina yoyote ile. Ha, nakumbuka kipindi na kuwa nilikuwa napenda sana michezo ya kurukaruka nini, serikasi na watoto wenzangu na pia muda ulipokuwa unazidi kuongezeka, nikaja nikajigundua na kipaji pia cha kuandika muziki, nikawa naandika andika nyimbo nini, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu nilibahatika hata kuweza kuingia studio nikarekodi. Lakini saa baada ya kuingia kwenye matumizi ya madawa ya kulevya aina ya bangi na pombe, nikajikuta yani nikaweka sasa kipaumbele vile vilewesho, vile vipaji vyangu vyote vikawa vimepotea kabisa. Aa, lakini hadi siku zilivyokuwa zinazidi kwenda kuona nazidi kujaribu mimi mwenyewe, nazidi kuharibu maisha yangu, sielewi, nazidi tu kupoteza. Nikaomba msaada, nikatafuta msaada ili niweze kutoka kwenye zile hali za utegemezi. Na namshukuru Mwenyezi Mungu niliweza kupata msaada mpaka sasa hivi. Inaendelea vizuri, nayaona mabadiliko na naona kabisa kwamba inawezekana zile ndoto zangu ambazo ziliweza kupotea zikaja, zikaja kufufuka upya nikarudi kama zamani na nikasimama upya kuendeleza maisha yangu na kurudi katika hali yangu ya kawaida hupata uh, furaha kutokana na, na uzalishaji wa dopamine ambao unafanyika katika sehemu fulani katika ubongo ambayo inaitwa limbic system au reward center system. Na hii sehemu mara nyingi, uh, ukifanya kitu kizuri, wewe uh, mwenyewe binafsi unakuwa unajisikia vizuri uh, let's say, ukiwa unapenda michezo uh, ukifanya kile kitu ambacho unakuwa unakipenda, basi kuna hali fulani ambazo uh, unajisikia Uh, furaha au raha ya ndani ambayo uh, inaweza ikawa inatokana na kuweza kufanya kitu kilichokuwa kizuri, na hapa tunasema uh, mara nyingi ni sehemu ambayo inatengeneza uh, motisha, motisha ya kuweza kufanya vile vitu ambavyo ni vizuri, lakini wewe uh, mwenyewe binafsi unakuwa unajisikia vizuri. Sasa uh, unapotumia A, kilevi huwa inaenda kuharibu hii sehemu katika ubongo ambayo inaitwa limbic system au reward center system, na inaweza kutengeneza dopamine ambazo ni za bandia zinakudanganya kwa sababu zinakuwa ni dopamine ambazo zinaenda katika kiwango cha juu zaidi, na, na, na hali kama hii inapokuwa inaendelea a, mara kwa mara a, mara nyingi a, mtu huyu huanza kuweza kupunguza vile vitu vidogo vidogo ambavyo alikuwa amevizoea kuweza kuvifanya kwa sababu leo tunaona hata katika historia za waraibu anakuambia, uh, mi zamani nilikuwa napenda sana kuweza kucheza mpira. Mi zamani nilikuwa napenda sana kuweza kuangalia movie. Uh, mi zamani nilikuwa napenda sana uh, kuweza uh, kucheza netball. Mi zamani nilikuwa napenda sana kuweza kuruka sarakasi. Mi zamani nilikuwa napenda sana kuweza kuandika nyimbo na kuweza kuimba, lakini uh, kwa nini alipoanza kuweza kutumia vilewesho na viliweza kuweza uh, kumtawala Uh, ile hali ya kuweza kupenda uh, kucheza, ile hali ya kuweza kuandika nyimbo, ile hali ya kuweza kufanya vitu mbalimbali ambavyo alikuwa anavipenda huondoka, lakini ile hali ya kuweza uh, kuipa thamani uh, ile ile dawa ya kulevya au kile kilewesho ambacho anatumia kuliko hata mapenzi ya familia yake, yeye binafsi, hii ni kwa sababu uh, ile sehemu katika ubongo inakuwa imeharibiwa ime, ime, ime na Uh, zimezalishwa dopamine ambazo ni feki na zinaweza kumdanganya kwamba hakuna kitu kingine chochote ambacho kinaweza kukupa furaha zaidi zaidi ya hichi kilewecho ambacho unachokuwa unatumia, na hapa ndipo sehemu ambayo uh, mraibu uh, anazaliwa. Hapa ndipo sehemu ambayo inatengeneza uh, uraibu, na huyu mtu anajikuta anaacha majukumu yake kwa wakati, anaacha vile vitu ambavyo anakuwa anavipenda, anaacha familia yake ambayo anaipenda na kuweza kuchagua kitu kimoja. Hii ni sehemu ambayo inaitwa limbic system au reward center system zinapozalishwa zile hormone za dopamine. Hapa ni Dapo Recovery House, hichi ni kituo kinachotoa huduma za utegemao kwa uraibu wa dawa za kulevya pamoja na pombe. Tunasaidia jinsia zote yani wanawake pamoja na wanaume. Tunapatikana a, Kibada, Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania na kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0673 20 43 32. Saidia usiadhibu.